Nadhani utakuwa unamfahamu vizuri sana Chief Godlove. Ndiyo huyo huyo unayemzungumzia wewe. Sasa kumekuwa na stori nyingi sana kuhusiana na utajiri wake ambao anao hadi sasa. Wapo wengine wanaosema kwamba Chief Godlove ameamua tu kupita na content kwamba ni mtu mwenye pesa nyingi sana. Ehe. Yeye anajiita mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Sasa kumekuwa na taarifa nyingi sana zikimwelezea Chief Godlove kwamba kuna hizi pesa ambazo anazo ni za kiimani, yani ni za kichawe imani ya kishirikina kabisa. Yani hakuna hata pesa ambayo ameweza kutafuta kwa upambanaji wa kihalali. Haya yote ameweza kutambulika leo. Sasa inasemekana kwamba utajiri wote wa Chief Godlove ni ushetani mkubwa ambao anaweza kufanya. Sasa ushahidi wote umepatikana. Ni ushahidi gani ambao umeweza kupatikana? Karibu ni kujuze kwa kila ambacho kinaendelea. Ili wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu. Basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu mimi ni ni ni OG pale Instagram ni follow, na hii ni Blue House Dax Media. Sasa kutokana na story ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii, kila ukipita ukikutana na posti ya Chief Godlove anajiita mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, basi utaweza kuhusishwa na kitu ambacho kinaonekana kimetrendi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Chief Godlove ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanashauri vitu vingi sana. Na ikumbuka, hivi karibuni aliweza kushinda tuzo ya best motivational speaker East Africa na aliweza kubeba hiyo tuzo na kurudi nayo Tanzania. Sasa kumekuwa na zile content zake ambazo anazifanya. Wengine wanaamini kwamba ni content, lakini wengine wanaamini kwamba ni utajiri kweli anao, lakini wengine wanaamini ni ushirikina mkubwa ambao anaufanya. Wengine wanaamini hana pesa yoyote, bali huwa anaunganisha makaratasi alafu anatutambia mtaani. Stori ni nyingi kuhusiana na hiki, lakini leo nimekuja na jibu moja tu kuhusiana na utajiri wote wa Chief Godlove ni kwamba utajiri wake Chief Godlove ni ushirikina mtupu. Najua unajiuliza sana kwa nini nimezungumza kwamba utajiri wa Chief Godlove ni ushirikina mtupu kupitia akaunti ya Instagram ya Kigogo ehe, ameweza kuanika kila kitu na kuelezea kwamba bana Chief Godlove si mtu wa kawaida. Pesa zake anazozipata sio kwamba anapambana kama vijana wengine anavuja jasho hapana. Pesa zake zote ni za kishirikina, anatoa kafara, anachinja ng'ombe na vitu vingine kadha wa kadha, lakini pesa ambazo zinatoka kwenye imani ya kishirikina. Hivyo ni taarifa ambayo ipo kwenye headline kwa sasa, na watu wameweza kujiuliza maswali mengi sana, imekuwaje kuwaje? Sasa ndani ya Blue House, Dax Media, mimi nakuletea kila kitu ambacho kimejiri kuhusiana na hili sakata la Chief Godlove, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi kama alivyoweza kuanika kigogo kupitia akaunti yake ya Instagram. Ngoja sasa ni kusomea kwa yale ambayo yaliweza kuandikwa na Kigogo kupitia akaunti yake ya Instagram, alafu niweze kukurudisha nyuma ni kupeleke mbele ni kuweka katikati, yani kila kitu ambacho nitakielezea hapo utakuwa tayari umekielewa mara baada ya kuweza kukusomea haya, alafu ni kuelezea kila ambacho kinaendelea kwa Chief Godlove. Hivyo kama hujisubscribe basi, bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Pia kama hujanifollow, ni follow pale Instagram, utakuwa umetisha kinoma noma. Kupitia akaunti ya Instagram ya Kigogo ameweza kuandika ujumbe ambao unaonekana moja kwa moja unamlenga Chief Godlove. Si hivyo tu, bali kwenye post pia aliweza kuambatanisha na picha ya Chief Godlove, alafu kwenye caption section aliweza kuandika maneno yanayosomeka kama hivi, na nukuu, kwa kile ambacho aliweza kukiandika Kigogo kupitia akaunti yake ya Instagram. Kitu cha kwanza kabisa alianza kwa kuweka picha ya Chief Godlove, alafu chini akaanza kuandika ana imani za kishirikina, ni mchawi na fedha zake zote sio za mapambano, bali ni pesa za uchawi. Anatoa kafara ng'ombe pamoja na ngamia, aliendelea kuandika Kigogo kupitia akaunti yake ya Instagram. Sasa hivi yuko Dodoma, anajifanya na posti picha pamoja na video za CCM ili mradi kuwapoteza watu wasielewe. Dodoma hajafata hicho kitu, bali dodoma kafata ngamia. Katika kipindi hiki cha uchaguzi, ngamia pamoja na ng'ombe wanachinjwa sana Elimradi kuweza kuabudu mizimu. Kuna muda Chief Godlove anaandika kama masihara hivi, lakini huyu jamaa ni mchawi kweli. Aliendelea kuandika pia kupitia akaunti yake ya Instagram Kigogo kuwa nimepata habari zake, alijifunza ushirikina kwa mganga mmoja hivi huko Iringa, alichimbia kaburi la bilioni moja, na kuna mtu aliyefariki, aliyefariki ndiye alikuaga mwanafunzi wake. Watu wa Iringa anajua mnaelewa. Huko Dodoma hana kazi nyingine zaidi ya kuenda kule Msalato na kwenda kununua ngamia pamoja na ng'ombe ili kuchinja, ili mradi tu aweze kutoa kafara. Ushahidi upo, kama mnataka niiteni, hapa nije niwaanikie kila kitu. Akawa amemaliza hivyo Kigogo kupitia akaunti yake ya Instagram. Sasa maswali yakaja ni mengi sana kwa hiki kigogo ambacho anakiongea au amekiandika kupitia akaunti yake ya Instagram. Imekuwaje kuwaje? yaani hadi anamzungumzia kwamba Chief Godlove kila kitu ambacho anakifanya ni cha kishirikina na ameweza kuonesha kwamba kuna ushahidi wote ambao anaweza akatuonesha kwamba Chief Godlove hizi pesa zake zote anatoka kwenye imani za kishirikina na mizimu ya mababu na mababu kwa kuchinja pamoja na kutoa kafara ng'ombe pamoja na ngamia. Nikumbuke siku za nyuma hapo Chief Godlove aliweza kupoteza konti yake ya TikTok kwa sababu mara baada ya kusema kwamba yeye anaweza kulisha Nairobi yote hiyo au mwambi chochote hakuna anayemzidi pesa na anaweza kuwalisha wote, ni kama kakijiji fulani tu hivi. Watu wa Kenya walikasirishwa sana na kile kitendo moja kwa moja, wakaenda kumshtaki kule TikTok. Baada ya kushtakiwa TikTok bana, akaunti yake iliweza kupotea, lakini ghafla binivu, akaunti imerudi na bado inapiga kazi kama kawaida. Sasa kuna hii hapa story ambayo ndio iliwacha watu kwa kuwa na msisimko wa hali ya juu kwa kuonesha pesa ambapo anazipata. Kuna tukio moja lilitokea huko Dodoma ambapo kijana mdogo sana mfanyabiashara aliweza kupigwa na watu wasiojulikana hadi sasa hivi na kesi imeisha juu kwa juu. Sasa Chief Godlove aliweza kushare kupitia konti yake ya Instagram, yule mtoto alikuwa kama ni vile mtoto wake wa karibu sana, kwa sababu alimpenda na kumchukulia kama vile mtoto wake wa kumzaa. Aliweza kushare kupitia konti yake ya Instagram akiandika na kulalamikia mizimu. Hakumlalamikia Mungu bali aliweza kulalamikia mizimu ambayo yeye anasema kwamba yenyewe ndio inamsaidia kila kitu na pesa zake zote zinatokea kwenye hiyo mizimu. Sasa wako wengine wanaochukulia kwamba Chief Godlove akizungumza kuhusiana na mizimu ni vile swala la utani tu ama masihara. Lakini Kigogo kupitia akaunti yake ya Instagram ameandika kwamba muda ambapo mnaona kwamba Chief Godlove anaandika kuhusiana na mizimu, kuhusiana na uchawi, kuhusiana na kafara, alafu mnachukulia normal, mnachukulia easy sana yani, mnachukulia kama utani hivi. Sasa yeye ndio muda ambao sahihi kwake kuweza kufanya vitu ambavyo anavifanya. Ni ukweli kabisa, Chief Godlove ni mchawi na uchawi wake anategemea zaidi kwenye kutoa kafara ngamia pamoja na ng'ombe. Sasa hivi ushahidi uliopo ni wa kafara ya ngamia pamoja na ng'ombe, na ndobana amefunga safari moja kwa moja kuelekea Dodoma huko Msalato ambako anaweza kwenda kuchukua ngamia. Baada ya kuchukua ngamia hao anawatoa kafara kwa kuwachinja. Akiwachinja, sijajua nani nenda wapi, nyama zinapelekwa wapi, lakini Kigogo ameweza kuishia hapo, akasema kwamba kama mnataka ushahidi nipo hapa nije nimwanike kwa kila kitu ambacho kinaendelea kuhusiana na yeye, lakini in short, huyu jamaa ni mchawi kweli. Pesa zake zote anazipata kwa njia ya kishirikina, na ushirikina huo ameweza kujifunza kwa mganga mmoja kutokea huko Iringa. Watu wa Iringa nadhani mnatambua kuhusiana na hili ambalo linaendelea. Aliweza kuandika kupitia akaunti yake ya Instagram maswali ni mengi vipi? Chief Godlove akiiona hii posti kupitia kwa Kigogo? Ikumbuke kipindi fulani aliweza kuona posti ambazo Kigogo alikuwa kama anamchafua fulani hivi. Sijajua kesi yao iliisha wapi, lakini mwisho wa siku ilipotea. hadi sasa. Hivi kwanza hakuna anayemjua Kigogo ni nani, na taarifa ambazo zinasambaa ni zile taarifa nyeti sana, hivyo hata hii taarifa ina asilimia fulani za ukweli. Huyu sio mbea, bali analeta taarifa ambazo zina asilimia fulani ya ukweli, tofauti na dada wa taifa Mange Kimombe. Sasa kuna hizi story ambazo zipo kwa sasa, sijajua zitaishia wapi mara baada ya Chief Godlove kuweza kuiona hii caption, kuona post ambazo zimetrend zikimwonyesha kwamba yeye tayari ni mshirikina na pesa zote ambazo anazipata ni za kichawi. Niandikia kupitia comment section hapo niipi maoni yako. Je, Kigogo ni kweli Chief Godlove anachukua pesa zake kupitia kafara za mizimu, ng'ombe pamoja na ngamia, ama ni vile skendo tu? Kigogo ameamua kuandika kupitia akaunti yake ya Instagram, mimi inajulikana dascog pale Instagram. Ni follow mtu wangu, utakua ametisha kinuma numa. Usisahau kusubscribe channel yetu poa, alafu atakua ametisha sana mtu wangu.